Imekuwa ni siku ya vurugu na makabiliano hapa jijini Nairobi, huku maandamano yaliyolengwa kushinikiza haki kwa Albert Ojwang yakigeuka na kuwa mapambano kati ya wanaharakati, polisi na makundi ya raia waliojihami. Watu kadhaa walijeruhiwa kwenye vurumai la leo, huku vitoa machozi vikitawala maeneo ya katikati ya jiji la Nairobi kutwa nzima, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Ben Kirui. <coughs> Waliingia jijini wakiwa wamejihami kwa mipini ya jembe na mijeledi. Genge la watu wanaodaiwa kutumwa na serikali wakiwasili kwa pikipiki wakiwa tayari kukabiliana na yeyote aliyewazuia. Wakiwa kwa makundi makubwa, waliingia katikati mwa jiji kupitia Kenyatta Avenue na mara moja kuanza kusababisha vurugu. Yaliyokuwa maandamano ya amani yaliyoandaliwa na wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na kizazi cha Gen Z wakidai haki kwa Albert Ojwang kiligeuka kuwa machafuko ya wazi. Kwa kujibu mashambulizi, baadhi ya wahudumu wa boda boda na wamiliki wa biashara waliwakamata baadhi ya wahuni hao na kuwacharaza, hali iliyozidisha mvutano. Makabiliano ya paka na panya yakashuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya jiji, huku polisi wa kupambana na fujo wakiingilia kutuliza mzozo huo. Hata hivyo, hatua zao zilizua maswali baada ya kuonekana wakiwa upande wa wahuni. Maafisa wengine walinaswa kwenye video wakiwasindikiza wahuni hao kuwafukuza waandamanaji kwa madai kuwa walikuwa wakiwalinda wafanyi biashara dhidi ya waporaji. ta kwaribu tao, hakuna aja kwaribu tao. Watu wanang'ang'ana kupiga bizi, watu wanang'ang'ana kupiga biashara. Hakuna haja, ati mtu anamepiga bizi yake, mtu amepiga bizi yake, ati watu wanakuja wanaribu hiyo, hakuna ni maandamano ambayo sasa yamegeuka na kuwa makabiliano makali baina ya waandamanaji na wale ambao wanashukiwa kuwa wahuni pamoja na wafanyabiashara ambao wanataka ama wanalenga kuzuia biashara zao. Hali ilivyozidi kuwa tete, polisi walirusha vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakizidi kuongezeka. Katika tukio moja kundi lililodai kuwa jamii ya wafanyi biashara lilikabiliana vikali na polisi likiwashutumu kwa kushirikiana na wahuni. Katika video iliyosambaa sana, baadhi ya wahuni walionekana wakijigamba nje ya ofisi za gavana wa Nairobi wakisema wamefanikiwa kulinda jiji. IGW Kakaja, tumelinda jiji. Watu kadhaa walijeruhiwa katika vurugu hizo, katika siku ambayo jiji la Nairobi lilitawaliwa na wahuni. Ben Kirui, runinga ya Citizen Nairobi.